Mwanaume mwenye umri wa miaka 44 kutoka Mombasa anadaiwa kutekwa nyara tarehe 24 mwezi Disemba na watu wanaoaminika kuwa ni maafisa wa polisi. Familia yake ikieleza kuwa hakuna jibu lolote waliopokea kuhusu ni kwa nini alitekwa nyara, na hata baada ya kupiga ripoti katika kituo cha polisi, kufikia sasa hakuna jibu lolote. Mwanahabari wetu Mary Kyalo na kina cha taarifa hile. Familia ya Harrison Nyamu, mwanaume mwenye umri wa miaka 44 kutoka kaunti ya Mombasa, yataka haki kutendeka kufuatia tukio la utekaji nyara lililomkuta Harrison tarehe 24 mwezi Disemba mwaka 2025. Mkewe Harrison akieleza yaliyomkuta mumewe: ilikuwa tarehe 24 Disemba saa mbili jioni ya usiku nilikuwa nimekaa hapa kwa ile kiti, mzee wangu alikuwa amekaa hapa, hawa watoto walikuwa amekaa hapa, Edu alikuwa pale jikoni wale kwa fridge, tukaona watu tu wameingia wamekoka, wamesema lala chini, Edu akalazwa jikoni jile, ni akapelekwa chooni, mimi nikapelekwa bedroom, mzee wangu akalazwa hapo, akaanza kumpigia hapo. Kulingana na familia na wanaharakati waliojitokeza kusaidia familia hii wamebaini kuwa Harrison anaugua ugonjwa wa figo na tangia kutekwa nyara kwake ajapata dawa wala matibabu yeyote kama inavyostahili. hawezi andika ripoti ya mtu amepotea mpaka 24 hours iishe, wakanituma central, nikarukia central, central kwenda wakanituma region, region kwenda wakanituma poti huko kote nikamtafuta nikamkosa, ndio wakaniambia sasa nirudi Changamwe niandike ripoti ya missing person. Nikaenda nikaandika ripoti nikarudi nyumbani. Kufika nyumbani, usiasi alipokuja akasoma ile ripoti akanipigia simu akaniambia niende kwa ofisi yake, aniambia hiyo yangu ni kesi serious, ametuma signal ya mtu amekuwa abducted. Akaniambia sasa nirudi nyumbani ningoje Mkewe Nhamu Lianjeri amebaini kuwa tayari amepiga ripoti katika kituo cha polisi cha Changamwe lakini kufikia sasa hajapata mwelekeo wowote. Today is the fourth day since, uh, Harrison Nhamu was abducted. Um, the wife and the children are very afraid. Uh, Harrison is a kidney patient. He has already missed his medication later. Sasa familia na wanaharakati wanaitaka serikali kuingilia kati kwani mama na watoto wanaishi kwa hofu baada ya yaliyowakumba. So we are appealing to whoever has uh, Harrison to release him immediately. If he has committed any wrong, then follow due process and, uh, you know, present him before court of law. Hapa Kenya kumekuwa na utekaji mara nyingi na serikali imekuwa ikipinga. Nataka kusema hivi ili tukio limefanyika hapa la kutekwa kwa Harrison linaweza fanyika na grupu mbili za watu hapa Kenya: magaidi ama askari polisi, na kama ni magaidi wamefanya hivyo, pia ni jukumu la askari polisi kuwatafuta na tumpate Harrison akiwa hai na mzima na kama ni polisi pia ni jukumu lao kumchukua kumpeleka police station na kumpeleka mahakamani, ili haki ipatikane. Kwa hivyo, kwa yote hayo, tunanalaumu serikali imezembea kwa kazi. Mary Kyalo, Undugu TV.